Hello, Tanzania, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tuko katika mwaka wa uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano mwaka ambao Tanzania mpya imeshakuja na Tanzania mpya inazaliwa, na utaiona ikitokea waziwazi. Hakuna namna utaipata Tanzania mpya bila kupitia mchakato wa upigaji wa kura. Moja kati ya njia ambayo lazima tutaipitia ni mchakato wa upigaji wa kura. Kwa hiyo bila kujari ofu zako mashaka yako, kwamba labda hata ukipiga kura itaweza kuhesabiwa watatangaza wanayemtaka na mambo kama hayo ambayo labda umeyasikia sembari mbalimbali, labda na yana ushahidi labda, lakini mi nataka nikutie moyo ya kwamba mwaka huu sio kama miaka mingine. Kuna kidole cha Mungu kwenye nchi hii mwaka huu na mkono wa Mungu uko tayari kusaidia kama taifa. Kwa hiyo, kwa kujua ukweli huu mimi mwenyewe tayari niko kwenye kituo cha kujiandikisha. Niko hapa asubuhi mapema kwa ajili ya kukaa kwenye foreni kuhakikisha ninapata uh, kitambulisho changu cha kupigia kura, alafu yaliyoko mbele hayo mwachie Bwana, mambo yatajinyosha, kadi mndu navyokwenda na kura yako itakuwa na maana. Niko hapa kuhamasisha ya kwamba mkoa wote uliko wilaya yoyote uliko, kata yote uliko, ukifika muda wa kujiandikisha, tafadhali kimbia tujiandikishe kwa wingi, kwa maana Mungu ana jambo lake mwaka huu na hilo jambo haliwezi kuzuiliwa na yeyote. Na hili uwe sehemu ya jambo hili, hakikisha unaweza kuamua kwenye boksi la kura, na kwa njia hiyo utakuwa umefanya kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo jitahidi ujiandikishe. Wale wa Dar es Salaam, mchakato unaendelea mpaka Jumapili. Kimbia. mimi na watu wa nyumba yangu na washirika wa ABC na watu wengine wote tunaendelea kujiandikisha kwa kasi kubwa, na tunahamasisha watu wajiandikishe kwa sababu taka ustake, Tanzania mpya inakuja, na kwa kuwa inakuja, ni muhimu we sehemu ya hiyo Tanzania mpya. Mungu akubariki unapochukua hatua kwenda kujiandikisha na kuamua hatima ya nchi hii elfu mbili na ishirini na tano. Mungu ibariki Tanzania. Mungu